Kwa majina naitwa Sapina nina umri wa miaka 17, naishi Singida kijiji cha Iramba, na leo ilikuwa ni siku yangu ya kumaliza form 4. Alafu siku hiyo hiyo wazazi wangu wanataka kuniozesha kwa mtoto wa tajiri ambaye baba yake alikuja kumtafutia mke kwa kijijini. Kwetu hichi kitu ni cha kawaida sana, wababa huja kuwaangalizia watoto wao wake wa kuoa. Kipindi nikiwa mwanafunzi nilishi kukutana na mbaba mtu mzima ambaye alikuwa amelala chini, alafu pembeni kuna hela nyingi sana. Nikajiuliza anaumwa au kafa? Mawazo yangu hata yakuwa kwenye hela, bali alikuwa kwake yeye, labda kafariki. Nikaenda kumtikisa hakuamka, nikachukua maji yangu yaliyoko kwenye begi, maana nilikuwa nimetoka shule, nikamwagia usoni huku nikimtikisa yule mbaba, ndo akaamka. Nikamsalimia akaitikia, akaniuliza we ni nani na unakaa kijiji gani? Kwanza nishangaa kwa nini ananiuliza haya yote, ila nikamjibu naitwa Sapna, naishi kijiji cha Iramba. Akaniuliza tena, sasa Sapna, kwa nini umechagua kunisaidia badala ya kuchukua hizo pesa? Nikamjibu kistaarabu tu, nikamwambia pesa hizo hutafutwa, zinapotea na kupatikana, ila uhai wa mtu ukipotea haupatikani, ndo maana nikakusaidia kwanza wewe. Yule mzee alionyesha kufurahishwa sana na majibu yangu. Basi akaingia mfukoni kwake kisha akatoa kiasi cha fedha kama shilingi elfu ishirini hivi akanipa, akaniambia ni kwa sababu umenisaidia. Nikamwambia baba, msaada hauuzwi. Akaniangalia tena kwa muda kisha akanambia, basi ukimaliza shule nikupe mwanangu akuoe. Nikacheka tu kama utani, kisha nikamwambia, mlete nikimaliza tu mtihani wa fom fo Mzee wangu tukacheka wote kama utani vile. Nilivyoona yule baba kakaa sawa, nikamuuliza kwako ni wapi? Akasema we nipeleke pale kwenye kibanda, dereva wangu atakuja kunichukua sasa hivi. Nikamwambia sawa. Nilivyomfikisha nikawa naondoka zangu, ila wakati naondoka, nikasikia yule mzee anaongea na simu, anasema tayari nishampata anayefaa. Sikutulia manani sana ale maneno yake, labda ana mambo yake binafsi tu. Nikaondoka zangu siku hiyo nimekutana na yule mbaba, nilikuwa tu nipo form 4, nalikuwa ni mwezi wa saba mwanzoni. Siku nyingine nikiwa narudi shule, kuna gari nyeusi ikawa inanifata nyuma. Mara ya kwanza nikajua ni kawaida, ila mara apili, ya pili ikabidi nimgeukie huyo dereva, nikakuta ni yule mbaba wa siku ile. Nikaenda kwa nje ya gari yake nikamsalimia kwa bashasha. Akaniuliza, binti, je, unanikumbuka? Nikamjibu, ndio wasi baba mkwe wangu. Tukaanza kucheka. Yule baba akafungua sehemu ya gari lake kisha akanipa saa nzuri hiyo. Nikamshukuru sana hadi nikampigia magoti, maana kwa kule kijijini kwetu amna saa. Sikutegemea kabisa kama ningepata saa. Kuna muda niingia kwenye mitihani nikiwa hata sielewi ni saa ngapi. Nikamwambia baba mkwe, asante. Akasema usijali, mkwe wangu, ukiingia kwenye familia yangu ni kawaida vitu kama hivi. Tukacheka wote. Baada ya kuongea naye sana, nikamwambia baba mkwe, huoni muda umeenda? Ngoja mimi niende nyumbani sasa, maana nimeshachelewa, natakiwa nikawapikia watoto, mi ni mtoto wa kike. Akanambia sawa, mkwe wangu, kwa heri, nikamwitikia haya, ufike salama. Nikaondoka zangu. Toka siku hiyo sikuwahi tena kumwona yule mzee wala gari lake maana nilikuwa nishamzoea nikiona gari nyeusi najua ni yeye, ila kwa muda sikumwona tena, hadi nikatamani ningekuwa na simu nimtafute, labda anaumwa. Ila nikajisemea labda kasafiri kikazi. Miezi kakatika, tukafika wiki ya mwisho kuingia kwenye mitiani. Hiyo wiki kwanza nilihama nyumbani, nikakaa kwa rafiki yangu ambaye anaishi pembeni na shule. Nilihama kwetu kwa sababu ni umbali sana na shule, nisingeweza kuwahi. Jumatatu ilipofika, tukaanza mitiani vizuri. Jumane yake tukaendelea mpaka mwisho wa mtiani. Raha kama siku wa yani ra asa asa. Walikuwa wakupendi wanakutamkia mabaya au mbali utaacha shule alafu ndio unamaliza, yani hawaamini macho yao, yani kama wahenga. Siku hiyo, tuka tunapita kwa kila mwalimu tunamsalimia, hasa hasa wale wenye hila. Wanafunzi wengine wakawa wanachora mashati yao. Mimi sikutaka kuchora shati langu kwa sababu kwetu hali ni ngumu sana, alafu tupo wawili tu, mimi na mdogo wangu Recho na bado anasoma. Kuliko nichore shati, bora nimwekee tu. Tukatoka shule, huku tunatembea kwa makundi nje, watu wanatushangaa. Nilivyoona mambo anazidi kuwa mengi wanafunzi wengine wanakatika katika barabarani, nikaamua kuondoka zangu kwenda nyumbani kwa rafiki yangu kuchukua nguo zangu niondoke. Nilivyofika nikamkuta mama yake rafiki yangu, akaniambia ongera mwanangu, alafu chukua simu, mama yako anapiga sasa hivi, uongee naye, maana nimetoka kuongea naye. Nikamwambia ujafika bado, nikachukua ile simu. Nilivyoingia tu chumbani, kweli simu ikaita, alikuwa ni mama yangu ananipigia hongera kwa kumaliza mitihani, nikamwambia asante mama, kisha nikamuuliza, mama, nitaendelea na shule? Akaniambia ee hey, utaendelea ila njoo nyumbani kwanza tuongee vizuri kuhusu mambo ya shule. Nilishangaa maana mama haji kuniharakisha kwenye hichi kitu. Nikasema labda kapata shule, ngoja niende. Nikabeba nguo zangu, nikamwaga mamake Rozi nikamwambia Rozi akirudi mwambie nishaondoka, akasema sawa ila ungebaki ule kwanza. Nikamwambia asante mama, akaniruhusu nikaondoka, akanipa elfu tatu nipande bodaboda nisitembee. Nikamwambia sawa. Ile hela alonipa nipande bodaboda nikaificha, nikatembea mpaka nyumbani. Cheze elfu tatu wewe, afu mi nipande bodaboda? Hapana, kwa kweli. Nikafika nyumbani, nikashangaa nje kuna magari matatu hivi Alafu majirani wanapikapika, wengine wanaosha vyombo, wengine wanapika, wengine wanapitapita tu. Nikawa nashangaa hawa vipi watu wote hawa. Walivyoniona mimi wakapiga vigelegele, mimi nikajua mama na baba wamenifanyia sherehe ya kumaliza shule. Nikawa nacheka, kila mtu akawa anapita ananipa mkono, hongera, hongera na mimi najibu asante sana, bila kujua ongera ni ya nini, nikiwa na hiyo miguu yangu ya shule. Wa mama wawili wakanibebea begi langu wakanishika mabega wakanipeleka ndani Akili yangu ikawa nawaza wananipeleka ndani ili nikabadilishe nguo nije kwenye sherehe, ila bado nikawa nashangaa haya magari ni ya nini, na kuna gari kama la yule mzee wa kipindi kile. Nikashangaa baada ya kumkuta ule baba mko wa mchongo na wababa wengine wanne na wanawake wa makamo wawili. Kwa pembeni walikuwa wamekaa mama na baba pamoja na wajomba zangu. Nilishangaa ila nikajikaza Nikawasalimia shikamooni, wakaitikia wote marahaba, ila ule baba wa makamo akaitikia marahaba, mkwe wangu, vipi na mitiani, mtiani umekuwaje? Nikamwambia kawaida tu, nashukuru Mungu, nimemaliza salama, ila umepojwaje nyumbani? Mama akanivuta chumbani. Nilipofika chumbani, akaanza kuniambia we mtoto, au una adabu eh? unaulizaje wageni wamefikaje? nikamwambia nimeuliza kwa sababu namjua mama. Akaniuliza eh, unamjua? Umemjuaje? Nikasema namjua, ule baba ni baba mkwe wangu. Sasa mimi nikamuita hivyo kama utani tu, ila nilivyosema hivyo ni baba mkwe. Mama akapiga vigelegele, nikawa nashangaa tu, kisha akatoka nje, akawaambia wageni waliopo pale, sembleni kakubali. Watu wakawa wanapiga makofi makofi, wamama wa kule nje wakawa wanapiga vigelegele. Nikainuka nikatoka pale nikaelekea Saibleni, niangalie nini kinaendelea. Mama akanivuta ndani, uko ananiambia, wewe mwali, una kiranga eh? Aya, kilichokutoa nje nini? Ebu vaa kanga afu kaa pale kitandani unisubiri. Nikavaa zile kanga kisha nikakaa kitandani. Baada ya muda nikasikia magari yanawashwa kisha akaondoka. Ndani nilipokuwa nimekaa akaingia shangazi mashangazi zangu mkubwa, huyo namuogopa sana, ni mkali. Akisema jambo ataki lipindishwe. Walivyoingia wakaanza kunipiga vigegele, mi nawashangaa tu. Wakaanza kuniambia mi maneno ya ajabu, mara sijui wewe ni mwanamke, uwe msafi, nyumba yako iwe safi, kila kitu. Mara wengine wanadakia, usafi ndio kila kitu, so wa nyumba tuaje, mwili pamoja na pango lako kabisa, hakikisha umelisafisha Wakacheka wote kwa pamoja, ndo hapo akili kanijia, kumbe naolewa. Machozi akaanza kunitiririka, naulizwa, nini shida mrembo? Nikasema nataka kusoma staki kuolewa. Yani bora hata nisingeropoka kuhusu kusoma, maana hadi nilijuta kusema yale maneno, maana walinishindilia magumi yao. Wengine walisema asasa, shangazi yangu mkubwa anasema sisi hatujui hilo, maana we mwenyewe ulimwahidi ule mzee, na leo kaja kutoa posa na ishatolewa leo leo. Leo. Yaani nililia mpaka kwikwi, kwi. Mashangazi nao wananisema ndo wanazidi kuniliza kama kuna msiba vile. Walivyona nazidi kulia wakatoka. Wakamuita mama na wasikia kwa sebuleni wanamwambia. Mama, ebu nenda kasemezane na binti yako. Hatutaki kelele sisi. Mama akaja ndani, akanikuta macho yamekuwa mekundu na bado naendelea kulia. Akanifuata akaa ananiongelesha kwa upole. Mwanangu, uendi kuchinjwa ni kuolewa tu, na sio kwamba unaenda kuteswa, unaenda kutambulishwa kwenye mji wao familia mpya. Hata kama unaenda leo, utarudi, utarudi siku nyingine tu. Kuolewa sio kwamba hurudi kwenu, utarudi. Nilivyomwona mama kama mpole, nikamwambia mama, kwa nini sitoroke au nitoroshe? Nilivyosema hivyo, nilipigwa kofi, nikaanza kuchambwa. Sasa yani, unaniona nimekuwa mpole, unanichukulia poa eh? Upole wangu unachukulia vibaya sasa. Kwa taarifa yako, hapa huendi popote, na huu mlango nikiusikia tu umeguswa, utajua mimi ni nani. Nikamwambia kama nisipokupa laana mwaka huu sijui. Nikaanza kulia tena, ila mama hakujali, akaondoka zake. Usiku kucha nimewacha kwenye chumba cha peke yangu. Nikawa nawaza, nifanye nini ili kuepuka hii ndoa? Maana wasichana wenzangu wengi waliolewa, wakarudi waka, waka wamenyorodoka, wengine wamepigwa na ume zao. Alafu mimi nilikuwa na ndoto zangu za kuwa daktari. Kiutaniutani tu zimezimwa. Nikawaza kwa muda mrefu sana. Majira ya saa kumi na moja asubuhi nikapata wazo. Kuliko niolewe, si bora nijiue tu. Maana hata wazazi wangu hawanipendi maana wangekuwa wananipenda, wasingelazimishwa mimi niolewe, wangesubiri niridhie mwenyewe. Kwanza nikaenda kufunga mlango kwa ndani, kisha nikachukua kanga zangu nikazinyonganyonga hivi, nikapata kamba, nikaweka juu kwenye mti ulioshikilia bati, nikatengeneza kitanzi, nikaingiza kichwa. Shida wakati napiga ruti, mama kumbe alikuwa pale Sebeni. Akasikia yeye kwamba mawazo yake, alijua labda nimegeuka hivyo, akaharakisha kuja, akakuta nimefunga mlango, akapatwa na wasiwasi, akaenda kumuita baba, wakabomoa mlango, wakanikuta nimeninia juu, nipo uchi. Baba akaniwahi, akanishika miguu, akaniinua juu kisha akanichomoa pale, Shaima. Kitanzi kilivyochomoka tu, mama akanipiga bonge la kofi hadi nikadondoka chini. Baba akaondoka, maana nilikuwa uchi. Mama alinipiga, alinipiga kipigo cha mbwa koko, kisha akaanza kunibembeleza. Baadaye nilivyokaa kimya, mama akaanza kuongea, "Yaani wewe sapi na mwanangu hivi, unajua kinachoendelea kweli? unataka kujiua, umefikia huko? Mama alikuwa anaongea huku analia, akananiambia mahari imeshalipwa na hiyo mahari imetumika kulipa madeni ya baba yako, na hiyo madeni yasingelipwa, ungeenda kuolewa na mzee wa kijiji. Mwanangu, wewe unaonaje mpaka hapo, mimi mama mbaya au mzuri? Maana nimekuepusha na kuolewa na mtu mwenye umri hata kumzidi baba yako, na ungeenda kuolewa mwanamke wa nne Leo hii unataka ujiue, unataka mashangazi zako aniseme mimi au nipewe talaka na baba yako? Nikamwambia mama, nisamee, sirudii tena mama. Akaniangalia kisha akaniuliza vipi kuhusu ndoa, unakubali kuolewa na kijana au yule mzee wa kijiji? Nikamwambia bora kijana, nani anataka kuolewa kwenye ndoa ya matala? Mama akacheka kisha akaniambia asante kwa kunielewa mwanangu. Mamangu alifurahi kweli na alikuwa anaonekana kashapoteza wasiwasi alokuwa nao kabla hajawaita mashangazi zangu. Wakaja tena, safari hii nilikuwa nasikiliza tu basi. Kwanza hata ndoa yenyewe nimekubali kwa sababu ya mama yangu. Mashangazi wakaanza kunisema kwanza, mara oh, sijui niache ujeuri, nikiongeleshwa na mtu mzima nisimwangalie usoni. Wananiambia hivyo kwa sababu hapo wananiongelesha wananikodolea macho kodokodo kodo. Mara o oh, mtaki kuangalia na usimwangalie. Nikawa nawakodolea macho hadi wanaogopa kuongea. Nikapata mafunzo jinsi ya kumkea mume, nikawa nashangaa, maana nilikuwa naona wanajiheshimu sana wawa, afu nawaheshimu kweli mashangazi, ila wamekuja kuniongelea matusi. Baada ya muda akaja mdada wa piko, nikachorwa piko hadi kifuani. Nilikuwa naona aibu maana nilikuwa nimevua nguo zote nikapakwa piko hadi mgongoni. Nilipomaliza kupakwa piko shangazi zangu wakaondoka kisha akaja mama akanipa taarifa kuwa naolewa siku hiyo hiyo. Mbona wanaharakisha hivyo? Mama akasema, najua unajiuliza kwa nini wanaharakisha. Baba mko wako anatakiwa safiri kikazi. Ndio maana mambo yanakuwa yanaenda haraka haraka hivi. Nikasema sawa maana hata ndoa yenyewe nimelazimishwa. Sijali kama itafungwa lini, hata sijali wala tena. Mchana ule Rozi akaja na mama yake Rozi akaomba kuingia ndani, mama yangu akamkataza, maana anajua akili zetu, tukikutana na Rozi anaweza hata akanishauri nitoroke. Akaja kwa dirishani, akana niita, Sapna, nikamwitikia, akasema, wawaji washafika, shoga yangu, ila huyo bwana harusi ni mbaya. Nisikufiche nyie, huyu bwana harusi ni mbaya, yani hata sipati wivu hata kidogo. Kwanza akanikata maini, eti bwana harusi ni mbaya. Nikamwambia sawa tu, mimi naolewa na yeyote yule, ili mradi awe kijana. Akacheka kisha akaondoka zake, nikajua ananitania, kumbe kweli walikuwa wameshafika. Mama akaja ndani, akaniletea nguo, nikavaa. Akaniambia Alikuja hapa somo, mume wako ni shemeji yako. Mume wako yupo nje ya nchi kimasomo, hawezi kuja kwa leo. Nikamjibu sawa mama, hata sijali. Nje wakachoma ubani, ndo ikapita. Nikaja kuangaliwa ndani na shemeji. Mama akanifungashia virago vyangu, akanipelekea kwenye gari nje. Mimi nikulia tu maana kiutani utani maana hivyo ndo naondoka nyumbani, kila kitu nakiacha, hadi ndoto zangu naziacha za kuwa daktari, naziacha nyuma kabisa. Jamani, mama akaniaga, baba, Rozi, ndugu zangu wengine na mashangazi, mimi nikulia tu. Alafu siku hiyo hata baba mkwe alikuwa ajaja, alikuja shemeji na mama wawili, waliokuja siku ile ni washenga. Basi nikapandishwa kwenye gari hiyo na kuondoka. Maisha yangu ya kijijini, bye, bye. Sasa nipo kwenye gari. Nikawa bado nalia. Na kwenye hii gari niliopanda nilikuwa mimi na shemeji aliomba kunishika mkono kwa niaba ya kaka yake. Mama mmoja alikaa mbele na dereva na wengine walipanda magari mengine. Sasa nikawa nalia kwa nguvu hadi makamasi. Mimi nalia, shemeji anacheka kwanza. Nikamwangalia, huyo vipi? Alivona na mwangalia akakaa kimya. Kisha akaanza kuniuliza, "Kwani una miaka mingapi?" Ananiuliza huku anacheka. Nikamwangalia kwa muda sikumjibu, nikaendelea kula tu. Mama wa mbele akajibu, "Tuliambiwa ana miaka kumi na saba. Shemeji akaendelea kucheka. Sasa hivi ndo anazidi kunicheka. Yule mama akamuliza, "Sasa unacheka nini wewe?" Akajibu, "Namna ninavyomjua tu bado akirudi hatoamini anachokiona na umepishana miaka kumi na ninavyomjua kakangu mimi sijui kitatokea nini." Nilivyosikia hivyo nikazidi kulia tena kwa nguvu zaidi ya muda ule. Yule mama akaniambia, usijali mko wangu, achana na uyo shemeji yako, anakutania. Kaka yake hata sio mkubwa. Kihivyo shemeji akaanza tena, hivi mke ndo umemaliza form four eh? Jana eh? Yani, anakera huyu mkaka ambaye ndo shemeji, sijui yupoje. Huyu mama alikaa mbele akamwambia dereva simamisha gari. Kisha akamwambia shemeji akakae mbele yeye eh, akaja kukaa nyuma maana aliona kabisa nakosa furaha, shemeji anazidi kunikera. Sikujua, sikujua hata naenda mkoa gani, sikujua safari hii itachukua muda gani. Nilikuwa nimekaa tu naendeshwa. Tulilala njiani, kesho yake ndo tukafika ukweni, ambapo ndo nyumbani kwangu, sehemu ambayo naenda kuanza maisha. Kiukweli nilikuwa naogopa sana, hasa nikikumbuka yale maneno ya shemeji. Nilikuwa naogopa sana yani.